Waziri na wa kazi na uwezeshaji Mheshimiwa Shariff Ali Shariff amesema serikali imeridhishwa sana na juhudi zinazofanywa na vikosi vya idara maalum hasa katika ujenzi wa miradi kwani inapunguza gharama ya serikali kwa kutekeleza miradi mikubwa kwa gharama nafuu. Akizungumza katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi wa ujenzi wa hanga la kulala maaskari wa kikosi cha Zimamoto na Uokozi Mkanyageni, mkoa wa kusini Pemba, amesema serikali inaendelea kujenga mahanga, nyumba na vituo vya zimamoto na uokozi ili kuwawezesha maafisa na wapiganaji kuishi na kufanya kazi katika mazingira mazuri karibu na jamii. Nataka nitoe usia, wito kwa wapiganaji wetu na viongozi wa zimamoto kwamba katika haya maeneo ya jamii tunayoishi tujenge mahusiano mazuri na jamii zilizopo. Hili ni jambo muhimu sana, tujenge ile tunaita sense of ownership. Jamii ione kwamba hichi ni chetu na kipo kwa ajili yetu. Kwa hivyo wito wangu huo, naomba muchukulie vizuri, ili maisha yenu na maisha jamii ya jamii yawe ni kitu kimoja kusio na matabaka. Jengo hili la hanga la kulala maskari lina urefu wa mita 42 na sentimita tatu na upana wa mita 11 na sentimita 45, ambalo lina jumla ya vyumba vinane vya kulala, vyumba vinne kwa upande wa askari wa kike na vyumba vinne kwa upande wa askari wa kiume, vyoo vinane, ukumbi mmoja wa kupumzika na ofisi mbili. Kwa vile na wananchi wapo hapa, nitoe taarifa hii kwamba itakapofika mwezi wa tatu tutakuwa tumeshakamilisha magari ishirini na moja ya kuzimia moto. Magari haya yote ni mapya na tayari magari manne yameshaingia, likiwemo hilo hapo naloliona. Yako manne yake yote ni mapya, yamekuja yakiwa na zero kilomita <mulia>